Akaunti ya X ya rapa Kanye West kwa sasa imefungiwa kwa muda, na hii ni kufuatia kile ambacho amekifanya hivi karibuni kuwa bize kwa kutweet maneno ya ajabu sana ambayo yamekera mashabiki na hata jamii ya muziki na makundi mbalimbali mbali. Sasa kuna hii moja tweet kabla ya kufungiwa kwa muda akaunti yake imeweza kuzua gomzo hasa kwenye vyanzo mbalimbali vya kihabari na hata watu ambao wamekuwa wakimfuatilia kwa muda mrefu kama rapa, mfanyabiashara na hata mwanamitindo. Yeye kwenye akaunti yake ya X aliandika kuwa kwenye msiba wangu unahitaji ufanyike kwa wiki moja na zaidi, yani uwe mrefu kidogo, kuwe kuna masaa kumi ya kuabudu kila siku ili watu waweze kupata muda kuyaongea kwao kutokana kuwa msiba wake utakuwa na muda mrefu, basi watapaswa kumwinjekti madawa maalum kwa ajili tu ya kuweka mwili wake ama maiti yake katika namna ya kuhifadhi salama, na sio hivyo tu, akaomba kwamba mwili wake uweze kuwekwa katika eneo la uwazi kwenye nyumba mama yake Donda ambaye tayari amekwisha kufariki takriban miaka kumi na sasa, na kueleza kuwa ili watu waweze kupata nafasi ya kusogea na hata kumtazama na kuwa watu ambao watataka kufanya hivyo basi watapaswa kutoa kiasi cha fedha kama kiingilio ili kutazama mwili wake, na fedha hizo zikusanywe ili kuweza kupatiwa watu ambao ni maskini kama sehemu ya kuwanemesha. Hii ni tweet ambayo imeweza kuzua gumzo, ukiachana yale yote makubwa na mabaya ambayo tayari amekusha kuyasema, lakini kwanza kutoa mipango ya namna ambavyo anahitaji msiba wake ufanyike pale ambapo atakuwa amefariki.